Ndio hapo sasa. Na kwa Kiingereza nasikia naitwa Royal Jelly. Na wanasema maziwa ya nyuki hupatikana kwa njia ya kitaalam, hmm. Na si rahisi kama ilivyo kwa asali lakini bei yake katika soko ni ya juu sana. Lazima. Ndo hiyo ambao nikataja hiyo milioni 12 kwa lita, hmm. Na wateja wakuu ni watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha na wanaotambua faida zake kiafya ikiwemo kuchochea uzazi, ni faida mojawapo kabisa. Ka, nakwambia ukweli kuna, kuna virutubisho vingi, kuna proteini, vitamini hasa B complex Aha. Madini, acid ya amino pamoja na antioxidants, lakini pia ongeza nguvu na kinga ya mwili, usaidia mwili kujikinga dhidi ya maradhi na uchovu, huchochea uzazi hutumika kama tiba ya asili eh, kwa matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake eh, hudumisha ngozi na urembo, hutumiwa kwenye vipodozi ah, kutokana na eh, eh, eh, maka... ni fupi tu mtiriko hapo. Eh, umeona, kwa hiyo kumbe na Tanzania tumo eh. Jambo la heri.